Naitwa bwana Sadru Athumani Nyangasha, e, ni mje, ni mjumbe nje ya bodi kutokea chama cha msingi bwana. Ubora ndiyo tatizo linalosababisha kahawa kushuka. Wananunua kahawa kwa bei nzuri lakini ubora wa kahawa kutokana na wizi unaoendelea mitaani ambao tayari umeanza, watu wameanza kuvuna kahawa mbichi kwa maana ya kupoteza ubora hii ni kwa sababu watu wanaiba wanachukua wana, kuna watu wananunua kahawa mbichi ambazo zinawasababisha watu wengine kuiba kahawa hiyo. Inaleta eh, makusanyo ya kahawa kwenye union kuwa chini ya kiwango ambacho kimekusudiwa. Kwa hali hiyo, kwa kweli eh, mgeni rasmi ambaye alikuwa ni, ni, ni, ni mkuu wa wilaya Sima ameasa mambo mengi uaminifu uadilifu. Tume ya ushirika ya sasa ime imebaini kwamba eh, unions ziwe na biashara tofauti na kukusanya mazao. Biashara sasa ambayo imebuniwa na KCU ni kwamba watakuwa na maduka ya pembejeo ambayo wana, wa, wa, wa, wajumbe wamekubaliana kwamba maduka hayo kuwe na duka kubwa na branches ambazo zitakuwa kwenye wilaya ya Mule, Muleba, Misenyi na Bukoba Vijijini, kwa maana ya kila eneo ambalo ni catchment area ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya KCU. Hata hivyo watu walikuwa wanapata matatizo ya, ya, ya pembejeo kwa sababu walikuwa wananunua kwenye maduka ambayo yanategemea biashara kubwa ambayo ni ya hapa mjini Bukoba na wakati mwingine watu walishindwa kuyatumia kwa sababu ya kufuatilia pembejeo mbali. Na hata hivyo, me, e, wameelewesha namna, wajumbe wameeleweshwa kwamba bei za pembejeo zitakuwa nzuri kwa sababu ni huduma, sio biashara. Pasei. Naamini kwamba uwepo wa duka la pembejeo litasaidia kuongeza uzalishaji wa zao la kahawa mkoa wa Kagera. Kweli kabisa, kwa sababu kuna maeneo ambayo yalikuwa na organic areas ambazo kuna mbolea ambazo ni za organic, lakini vilevile vile kuna, kuna, kuna, kuna, kuna madawa ambayo yatatumika upande wa organic, lakini kuna madawa mengine ambayo yatatumika kwenye kahawa za convention, eh, convention ambayo ni maganda. Kwa hiyo mbolea hiyo itakuwa ni kwa kweli ni mwarobaini wa watu kupata kahawa nzuri na, na bora na nyingi kwa sababu ya eh, madawa kuwa karibu.